Nimekuja kama mzazi, kwa sababu mimi nina watoto pia, nina watoto na wazazi wenzangu hapa, ambao wananiangalia wananisikia, pia na yeye pia na watoto, na kuna wazazi wengine mpaka wanawajukuu eh? Kwa hiyo mimi nimekuja kama mzazi, kuwaomba wazazi wenzangu, kuwaomba wazazi wenzangu kwamba watoto hao ambao wanaokwenda wana, wana kufanya vurugu mtaani ni watoto wetu, na sisi wazazi tunawajua, ni watoto wetu. Tunakula nao, tunaishi nao, tunalala nao katika majumba yetu, wanatoka kwenda kufanya shughuli zao na kurudi. Kwa hiyo ni watoto wetu, tumewalea wenyewe, tumewazaa wenyewe, tabia zao tunazijua, kwa sababu tumewazaa wakiwa, kwa watoto wadogo, wananionyeshwa mpaka wamefika umri wa kwenda kuanza kufanya shughuli zao ni watoto ambao tunawajua. Ombi langu kwa wazazi, ninawaomba kaeni na watoto wenu, tukae na watoto wetu, tuwaone, wasiingie kwenye mikumbo ambayo si mizuri, wasiingie kwenye mikumbo ambayo sio mizuri, kuachana na hayo mambo yenye ushawishi. Hakuna mtu ambaye ana upendo wa dhati kwenye taifa lake zaidi ya Mtanzania halisi aliyezaliwa katika taifa la Tanzania, huyo ndio ana upendo wa taifa lake, huyo ndio atalinda taifa lake, atalinda amani kwa nguvu zake zote. Tumeona kuna baadhi ya vijana wanashia kwenye mitandao kwa mataifa mengine, mababu zetu, wazee wetu. Ninawaomba jamani, wazazi wenzangu, waonyeni vijana wenu, waonyeni watoto wetu, wasiingie kwenye mikumbo hii kwenda kuvuruga amani tuliyokuwa nayo. Pia ni waombe watumishi wa Mungu, watumishi wa Mungu wa madhehebu mbalimbali, wa Kristo na Waislamu, hao vijana ni waumini wenu, pamoja na mimi pia ni muumini wenu, ninaabudu katika kanisa, wako wengine wanaabudu kwenye misikiti. Wachungaji, maaskofu, mashehe Mna, maimamu mnawajua wa vijana hao, mnawaomba mhubiri amani, mwaonye wasiingie kwenye mikumbo ya kuvuruga amani tuliyokuwa nayo hii.